Ndugu zangu wananchi wa kata hii ya Ngulla, ni shauku ya jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza kuwa na jamii yenye kiwango cha chini kabisa cha uhalifu. Sisi tunatamani kusikia uhalifu umetokomea kabisa. Ile kauli kwamba uhalifu umepungua tunatamani ibadilike, tusikie uhalifu umekwisha kabisa. Na tunasema inawezekana kabisa uhalifu ukapungua endapo wananchi mtaamua mtaamua kufanya nini? Ndugu zangu, mtaamua kutii sheria bila shuruti. Wananchi wote mnawajibika kuwa na utii wa sheria za nchi, kanuni na taratibu zake, pasipo kushurutishwa na jeshi la polisi, lakini kwa wale wachache ambao sasa hawataki kutii sheria watakumbana na shuruti. Lengo letu ni kuwaelimisha wananchi ili waondokane na baadhi ya matendo ambayo wanayafanya pasipo kuelewa, kwa kufundishwa na jeshi la polisi waweze kubadilika. Kwa wale ambao hataki kubadilika, tunao uwezo wa kuwafanya wakabadilika kwa kuwalazimisha wabadilike, kwa sababu jeshi la polisi jeshi ambalo linafanya kazi zake pia likiwa na vitendea kazi vinavyotusaidia kudhibiti uhalifu. Asilimia kubwa ya matukio ya mauaji katika mkoa wetu yanasababishwa na uwepo wa imani potofu za kishirikina zinachochea kwa kiasi kikubwa sana matukio ya mauaji . Lakini baadhi yenu mmeendelea kufanya vitendo vya ramli chonganishi. Pamoja na elimu mbalimbali tunayotoa, bado vitendo vya ramli chonganishi vimeendelea kutokea ambavyo vinasababisha matukio ya mauaji. Tuache kuendelea kuangamia mikononi mwa matapeli mikononi mwa waganga wa kienyeji ambao wanakiuka taratibu zao za kazi. Hatutahitaji kuona matukio aina hii yakiendelea kujitokeza katika kata hii ya Ngulla. Nichukue nafasi hii ya kuwakumbusha wazazi kwamba wanao wajibu wa kuwalea watoto katika misingi inayofaa kwa kuwakemea, wa kuwachukulia hatua wanapofanya vitendo visivyofaa katika umri wao huo mdogo kwa sababu uhalifu mwingi umeanzia katika umri mdogo, unakuwa mpaka mtu anakuwa mtu mzima akiwa mwizi. Wakumbushe kwamba kila mwananchi anao wajibu wa kulinda makundi maalum, watu wenye mahitaji maalum. Makundi hayo ni kama wanawake, watoto, wazee, wale mama. Makundi hayo yameonekana ndio yanayoathirika na uhalifu. Ukiangalia mauaji, waathirika wengi ni wakina mama. Ndugu zangu, nimeambiwa katika kata hii kuna vijiji vinne na kuna vitongoji 25 5 vyenye watu 12681 na na, moja, na kaya 2234 na ina maana hapa kila kitongoji lazima kiwe na kikundi cha ulinzi shirikishi. Maana yake kata ya Ngulla inatakiwa kuwa na vikundi vya ulinzi shirikishi 25. Nichukue nafasi kuwakumbusha sote kushirikiana na wakaguzi hao wa kata katika kuhakikisha kwamba kila kata inakuwa na kikundi chake cha ulinzi shirikishi, kila mtaa unakuwa na kikundi cha ulinzi shirikishi. Vikundi hivi vinasaidia kulinda watu na mali zao, vikisaidiana na jeshi la polisi.